Shirika la People Like Us la mshukuru Gavana kwa kuwasaidia kupata hati miliki za ardhi. Takriban wanachama mia moja wa shirika la kijamii People Like Us, ambao wengi wao ni wajane, wametoa shukurani zao kwa gavana wa Isiolo, Abdi Ibrahim Hassan, kwa kuwasaidia kupata hati miliki ya ardhi ambayo wamekuwa wakitafuta kwa muda mrefu. Akizungumza katika mahojiano na meza ya runinga ya Waso, mwenyekiti wa kikundi cha wajane ndani ya shirika hilo Halima Osman Milgo alimshukuru gavana kwa msaada huo na kumrai kuendelea kuwawezesha kiuchumi baada ya kupata hati miliki hiyo muhimu. Naomba gavana, asante sana na Mungu akubariki, lakini angalie wamama wajane, kuna wengine hawana chochote, hata tukienda kujenga pale, sijui watajenga matope juu waweke mamiti. Sasa tuu tunataka hata kama ni watano, sita, saba, kumi wa, wasaidiwe na wajengewe. Asante sana gavana tu tano. Naye Beatrice Njeri Waweru ambaye pia ni mwanachama wa shirika hilo alipongeza serikali ya kaunti kwa juhudi ilizochukua kuhakikisha wanachama wanapata stakabadhi hizo ambazo zitawezesha kuendeleza ustawi wao. Siku hii ya leo ni furaha kuu Tunafurahi hata situjui tutalala wapi Tutu, hata usingizi huwezi patikana kwa sababu ya furaha. Kwanza kumshukuru gavana wetu, pia ni yale ametutendea, kwa sababu ameona sisi most of us, sisi ni wanyonge, hatuna hizo senti zenye zilikuwa zinapatikana na wale wao wale wenye wametudhurumu na wakatufanyia haya yote lakini kwa Mwenyezi si Mungu tunaambiwa samee mara, mara sabini. Kwa upande wake, Hussein Mohamed, mwenyekiti wa shirika hilo, alisema kuwa hatua hiyo imehitimisha safari ndefu ya kuhangaika kutafuta cheti cha umiliki wa ardhi, akisema sasa ndoto yao imetimia. Tuliteseka kutoka 19 kutoka 2012 hadi leo wakati hii karatasi imetufikia kutoka his excellency governor Abdi Ibrahim Guyo. Mungu amjalie umri wa mrefu. Awa mama ameteseka, lakini hatimaye haki yao imepatikana kupitia gavana wetu. Tumeshukuru sana, tunarudisha shukurani. We express a lot of gratitude to his excellency hayo tunajua hta kwake kutoka zamani yeye anakuwa baba ya maskini na wajane na wanyonge. Tunajitoa muhanga kusema tutam na hata president wake tutam, kwa vile ile shimo ya anaingia tunaingia pamoja two -term. Tunasema two -term. Two -term. Baada ya wanachama hao kutoa maoni yao, Hassan Okicha, msimamizi wa usalama katika afisi ya gavana alishukuru serikali ya kaunti kwa kuhakikisha kuwa azma ya wananchi hao inatimia, hatua aliyosema inaonyesha kujitolea kwa uongozi wa sasa katika kushughulikia maslahi ya jamii. Kuanzia gavana ya hapa awali, gavana ya pili mpaka gavana ya tatu, ndio walisaidika juu ya shida ambayo kwamba hawa wako naye. Na hiyo shida ni nini? ni mambo ya ardhi basturu. Serikali His Excellency Governor Guyo wamesaidika, ambaye kwamba Dadeboru, County Secretary na head of the public service, wakaandikia hii barua mpaka wakapatika. Sasa kupata title deed kutoka ofisi ya ile inahusika. Kwa hivyo nami nikiwa kama ofisi na nikiwa mmoja wapo imefurahia kwa kazi ambayo kwamba imefanywa na ofisi ya county government. Hayo yote unajua, kuzungumza si huja, lakini vitendo ndio huja ambayo kwamba leo gavana wetu alifurahisha hii eh, People Like Us kwa vitendo. Ni kiripoti ya runinga ya Waso, jina langu ni Hussein Morangiriguyo. Runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.